Ebu'ela Tresor waseba kwa maarufu Mtetezi hayuko tena duniani. Huyu alifariki dunia katika mazingira ambayo yamewaacha wengi na bumbuaze. Ndugu mtazamaji, shujaa huyo aliweza kuanguka wakati wa makabiliano ya risasi, risasi ambazo zilitokea kutokana na tofauti zisizokuwa na msingi wowote ule ili kujua mengi kuhusiana na kifo chake ambacho kilitokea siku ya Ijumaa ya tarehe Machi kumi na nne, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kabla ya kuendelea, tafadhali naomba wewe ambao bado huja subscribe, yaani kujiabone usikose kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako, na kwa mwisho usikose ku share yaani kupartage kwa wengine na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwa chaneli yetu hii na itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi. Na bila ya kuenda mbali na kupoteza muda, moja kwa moja tuingie kwenye habari zetu za mapema Jumamosi hii. Habari tulizonazo mapema siku ya Jumamosi ya tarehe Machi kumi na tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano ni habari kuhusu kifo cha uh, generali Ebu'ela Tresor wa seba kwa maarufu Mtetezi, ambaye huyu aliweza kuanguka wakati wa makabiliano ya risasi, nazo risasi hizo zilitokana na hali ya tofauti zisizokuwa na msingi. Itakumbukwa hapa kuwa mara kwa mara tunatoa habari kuhusu muungano ambao wazalendo kutoka mikoa wanavyoungana pamoja na kuwa mtu mmoja kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa nchi aswa pambana na M23 RDF jeshi la Rwanda, kama vile AFC na washirika wao. Hivi majuzi tuliwazungumzia kuhusu wazalendo kutoka mkoa wa Tanganyika sehemu za Kalimi, kutoka huko Manyema na mkoa wa Kivu ya Kusini, wote kwa pamoja wanaendelea kuhimizana pamoja na kuhamasishana kusudi kuelekea kwenye uwanja wa mapambano, kujenga hukuta na kuzuia adui asiweze kuendelea katika maeneo yao. Na ni katika hali hiyo kuliweza kujitokeza hali ambayo ni ya sintofahamu na ikapelekea wakati wazalendo kutoka Maniema walikuwa wakija kujielekeza sehemu za Uvira, mahali ambapo ndiko kunawekwa ngome kuu inayoongozwa na kamanda mkuu William Amuri ya kutumba kukaweza kutokea mabishano na nafasi ambako kulikuwa kamba habari za kwanza zasema ni wale ambao waliweka kamba eneo linalojulikana kama vile Lotete ni katikati ya mji wa Lubumba na Lweba, ndani ya kongamano la basi munyaka nor sekta ya Tanganyika tarafani Fizi mkoani Kivu ya kusini, ndiko hali hiyo iliweza kutokea. Nini kabisa chanzo hivi tunamuharika Bwana Mbuto ya bato ya bato Bushiri, dola kubwa, jaribu kutupa picha ya mambo gisi yalivyokuwa ili kupelekea shujaa huyo aweze kuanguka na kwa sasa ahitwe marehemu. Karibu. Mjambo, hamujambo wa ndugu wa Kongomani wote popote pale mulipo, nawatakia pole pole wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, pole kulingana na hali ya nchi yetu. E, pia pole kwa tukio ambapo imetukia leo tariki kumi na nne mwezi wa tatu elfu mbili makumi mbili e, na tano kwenye kijiji cha Lweba, aidha makao ya hapo Lweba maeneo ya mheshimiwa Toronto. E, kulingana na tukio hiyo, tuna mtu aliyekuwa msafara huo e, kama vile Mbembe alikuwepo humo kwenye msafara huo, anaitwa kwa jina la Kartesimu Tambo wa Tambo. Alikuwa miongoni ya jeshi ambapo limeshambuliwa e. Kwa hiyo amesema ya kwamba wao wametegewa njiani kama vile e, watu wanasema ambushi, yaani jeshi la Toronto pamoja na jeshi la mtetezi wamewategea ambushi hawa ndugu zetu waliotoka huko e, Manyema wa mzee E, Brauni pamoja na hili jeshi eh, la mzee William Amuri ya kutumba lilikuwa likitoka hapo Misisi, na nikisema hivyo, lakini tujua kwamba nao waliotoka Manyema nao waliotoka eh, Misisi Lulimba, wote ni jeshi la Mheshimiwa William Amuri ya kutumba, kama alivyosema yeye Montare, aliyokuwa naye mpaka sasa ajapatikana. Hiyo ni maneno ambapo imetoka eh, imetoka kwa siku ya leo hapo Lweba zaidi, hapo Lutete, hapo hiyo nafasi ya Lutete pale, kulikuwa kuna kala mzee bao me na nanj kwenye kuwa kamba ya ya Bwana Toronto pamoja na yeye Mheshimiwa Mtetezi, na hapo ndipo tukio hilo limetokea. Tukio limetokea, mpaka sasa mengine yatakuwa kesho asubuhi, kama habari tumepata kwa haraka haraka kutoka kwa hawa ndugu zetu eh, kutoka Manyema, ilo jeshi la Nzee William Amuri ya kutumba kutoka Manyema wamesema ya kwamba wamepoteza watu watatu na majeruhi kumi. Kwa hiyo sio vita ambapo ilikuwepo kupigana na adui mali matokeo ambapo yametokea. Hiyo ni habari ambayo tumepata kwa haraka haraka, mengine habari kamili tutaipata sasa. Kuna fununu ambazo tayari zimeweza kusambazwa hapa na pale kwamba kuna vita baina ya kabila la Wabembe na Wabuyu, habari ambazo zimekanushwa kabisa katakata -kata. Na wale walio karibu na kamanda mkuu William Amori ya Kutumba, inapofahamika kwamba kundi lake la muungano kwa ujuliya uhuru wa Kongo CNPCC ni kundi linalounganisha makabila tofauti kwa ajili ya malengo mamoja, na endapo kuna makundi ya wazalendo kutoka sehemu za Tanganyika kama vile uko Manyema, wote hao waripotiwa kuwa ni makundi yanayoongozwa naye Kamanda mkuu William Amuri ya Kutumba, na ambaye ndiye amefunga ukuta kuzuia adui kuingia kwenye bonde la Ruzizi kwa mara nyingine tena. Hapa kuhusu tuhuma hiyo, bwana Mbutu ya bato ya bato zola kubwa amekuja hapa na maelezo haya: nataka tukanushe, eh, kulingana na tukio ambapo imetokea hapo Lweba inayosema ya kwamba eh, kuna vita ya wabuyu na wabembe aisa wengine anasema ya kwamba yawezekana mheshimiwa Amuri Yakutumba mkombozi visionaire baba maono ndio amepanga tukio hilo ili kufanyezea wandugu zetu wa Buyu. Hili ni jibu ambapo nataka kuwatolea wandugu zangu wote wa Kongomani popote pale mlipo. Eh, uongozi unaoongozwa na mheshimiwa William Amuri Yakutumba mkombozi visionaire baba maono ni kundi linaloongozwa na yeye lakini una mchanganyiko wa makabila, una mchanganyiko wa makabila na una mchanganyiko wa makundi mbalimbali, wanaotoka Manyema, Sidi Kivu, Aizanoro Kivu na Kongo mzima. Kwa hiyo ni kundi ambapo halina misingi ya ukabila na halina vita ya ukabila, mbali ni vita ya kutetelea nchi kwa nguvu za Wakongomani wote na muungano wa Wakongomani wote. Kwa hiyo mtu yeyote anayosema ya, ya kwamba kabila letu sisi kama sisi wa buyu kama sisi wabwari kama sisi watu wengine, ya kwamba kuna kusudi ambapo limekusudiwa kwa ajili ya wao lifanyike, hiyo si kweli. Ni tukio tu ambapo limetokea hapo Lweba, na baadhi ya hao waliofanya tukio hilo ni jeshi la bwana Toronto pamoja na jeshi e, la mheshimiwa mtetezi wa Seba, ndio wameshambulia hawa ndugu zetu, na pia ndani ya hawa ndugu zetu wa buyu mulikuwa wanajeshi wengine e, wa wabembe ambao walikuwa wanachanganyika nao pamoja e, waliotoka maeneo mengine kama vile Lulimba, Misisi na eneo zingine. Yaani, mashambulizi ya leo ambapo wameshambuliwa ndugu zetu wabuyu si ya kwamba walikuwa wenyewe. Najua ndani ya safari yao au msafara wao wa kuja kuipa nguvu jeshi ya mzee William Amuri ya kutumba na kuendelea huko mbele mulikuwemo na wabembe. Kwa hiyo mtu yeyote anayesema ya kwamba wabuyu wameshambuliwa na wabembe hiyo si kweli. Aiza wabuyu wameshambuliwa na kundi la nzee William Amuri ya Kutumba si kweli. Kwa kuwa hao watu wa mheshimiwa eh, Brown ni watu wa mzee William Amuri ya Kutumba. Hiyo ni neno la kwanza na inataka nikanushe hilo alikukuepo. Kweli japokuwa, hao walioshambulia hao ndugu zetu wabuyu aiza hiyo jeshi kutoka kule Manyema ndani ya muungano ingine, jeshi la wa mheshimiwa Toronto, wa mheshimiwa Mtetezi, mnapatikana namo mchanganiko wa makabila mbalimbali, mko wa Fulero, mko na watu wengine. Ni kwa ujili ya viongozi ndio Wabembe, lakini ndani yao wana wajishi wanaokuwa na mchanganiko. Kwa hiyo hilo tunalikanusha kama vile wa Kongomani, na tunalikanusha kabisa kama vile Wazalendo ya kwamba hilo halikufanyika kwa misingi kama hiyo, na ikutendeka kwa misingi kama hiyo ni mabishano tu, ambapo wamebishana hapo na wakuelewana, na hiyo matokeo yakatokea. Kwa hiyo tutawapa habari mbalimbali ambapo tumezipata kulingana na tukio hilo, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News. kama vile nilivyotangulia kusema kwamba tukio hilo lilitokea eneo linalojulikana kama vile Rutete . Rutete ni katikati kati ya Lubumba na Lweba. Sehemu hiyo kunapatikana kundi la Bwana Toronto, na ni Bwana Toronto anayetuhumiwa usababisha hayo kutokana na kwamba pale kuna kamba ya kizuizi ambayo waliweza kuiweka, na ni kupitia kizuizi hicho ndiko kuliweza kutokana hali ya tofauti, yaani mabishano. Huku wa moja ambao ni kundi kutoka Maniema, kuelekea sehemu za mapambano waliweza kujieleza kwenda sehemu kunakowekwa ukuta ili kuzuia adui swala ambalo alikuweza kueleweka au kusikilizwa na wale ambao wanaweka kamba wanaotajwa kwa kundi la Toronto. Basi ikiwa ni Toronto aliyetajwa kuhusika mwenyewe amesema nini, au wamempata ili wawezi kumwoji? Basi tujaribu kusikiliza kwa mara nyingine tena hapa. Bwana dola kubwa awezi kutuambia nini tayari wamekifanya bahada ya kusikia kuwawa kwake bwana Ebu'ela Tresor waseba kwa maharufu Mtetezi e, kulingana na tukio hiyo, kulingana na tukio hiyo e, wakuu viongozi wamepima kutafuta tafuta bwana Toronto. E, yawezekana simu yake ilikuwa ipite na ikafikilia simu yake ikapita, basi ilipopita, bwana Toronto ameulizwa ya kwamba tukio limetokea ni nini, ambapo imesababisha hiyo hali itokee. Na nukuu Mheshimiwa Toronto, kama alivyozungumza na alivyojibia, amesema ya kwamba wa ndugu zetu kundi la mzee Brauni e, kutoka huko Manyema, ambapo ni kundi la mzee William Amuri ya Kutumba lenye kusimamiwa na mheshimiwa Brauni ndio walianza kuwashambulia wao pale kukamba yao, na hapo hapo waliposhambulia hiyo kamba yao e, wao kama vile kundi hilo la bwana Toronto, ambapo alikuwa akitumika pamoja na mheshimiwa eh mtetezi wa seba amesema, ya kwamba mheshimiwa Ebu'ela Trésor mtetezi wa seba amepotea, amekufa pamoja na chifu escort wake. Na akasema ya kwamba na mnukulu hivi ninavyosema na wewe, maiti ya aiza, mwili wa mheshimiwa mtetezi wa seba inapatikana barabarani, na hapo alisema ya kwamba alikuwa na jitihada kutafuta mtumbu ili angalie gisa anaweza kuwasilisha mwili wa mheshimiwa Terezoro Mputu e, ibu ila waseba mwili wake upate kufika pale Lweba aiza, upate kufika Lusenda. Na ninanukulu yeye mheshimiwa tena e, Toronto amesema yani, ya kwamba sababishwa ambapo limesababisha zaidi sana matukio kutokea ni ulevi. Yani yeye mheshimiwa Terezoro Mputu alikuwa ni mulevi, yawezekana na wengine walikuwa walevi. Kwa njia ya ulevi ndio imesababisha yote matokeo yametokea Kwa hiyo nanukuu haya ikiwa ni ya kweli basi, ikiwa ni ya uongo basi, tunaweza tukashukuru Mungu, ila tuna masikitiko makubwa, makubwa sana kupoteza watu kama wale wanaokuja kutetelea nchi yao na wale ambao wameumia kutoka Manyema. Tuna masikitiko makubwa sana kupoteza wale wa ndugu zetu na wale wengine kuumia, kulikoni kwenda kufanya kazi wanaumilia njiani. kwa hiyo matukio mengine na habari kamili tutaipata sasa ke, kesho na imesemekana ya kwamba kulingana na matukio ambapo imetokea na vitendo ambapo vitenda yeye, yeye mheshimiwa Toronto, mpaka hivi hayupo amekimbia, kama usenda kama wapi. Kwa hiyo habari kweli na habari kamili tutazipata kesho, lakini habari tunayo ya kweli ni kusema kwamba kumepita mapambano E, hapo ambapo haina sababu yoyote na habari ambapo tunayo kwa sasa imesemekana ya kwamba mheshimiwa mtetezi Tresor amefariki. Asante. Mengine ni kesho si mwingine ni mboto ya Batu mwenye Batu Bushiri Egle mzee dola kubwa. Leo ni siku ya tano tarehe 14 mwezi wa tatu, elfu mbili makumi mbili na tano. Anayepata habari hii ampashe mtu mwingine, isiote tufanye uchunguzi na tujue hakika wa mambo. Asante sana. Lazima nikumbushe waskilizaji pia watazamaji wetu wa nini nininuze, kwamba bwana mboto ya bato ya bato vushiri dola kubwa amezungumzia kuhusu habari kamilifu kesho. Kesho si siku nyingine bali ni siku ya jumamosi hii, kwa sababu udo hii ni udo ya usiku wa ijumaa kwa mkia jumamosi. Basi kufikia hapo, hatuna cha ziada mengi zaidi. Nimunamo taarifa zetu za usoni basi nakushukuru, kushukuru wewe ambao ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.